Ndio maana anafundisha kichwa cha somo kukulia wokovu, kwa sababu sisi wote tunaweza kuokoka ila sio wote tunaweza kudumu kwenye wokovu. Sawa sawa, sisi wote tunaweza kukiri kwa vinywa vyetu, tunaweza kuamini kwa mioyo yetu, lakini baada ya muda fulani tukakuta mwingine anaendelea mbele, mwingine amesimama, mwingine anarudi nyuma. Kwa hapa katikati panahusisha kujifunza, tupate ufahamu tupate maarifa tupate kumjua Mungu vizuri. Kwayo, mpoka, tunasimumusa tunasimumusa Kwayo, sani, sani, sani. Kwa hiyo tukizungumza kuokoka tunazungumza kumkiri Yesu, tunazungumza kumamini. Kwa hiyo hata kama mtu amesaliwa kanisani amelelewa kanisani amekulia kanisani, aitoi tafsiri kwamba huyu mtu ameokoka kama hajawahi kumkiri Yesu kwa kinywa chake kwamba ni Bwana, wana kuna tofauti yuku kukili tunako kusemea Warumi sura ya kumi mstari wa tisa na vile ambavyo mtu anaweza kwa anafanya maombi kwa jina la ngoja niweke mfano. Mnaisi sisi ni wa Tanzania, tunaweza tukatoka hapa tukaenda Marawi. Mimi naweza nikatoka nikaenda Marawi, nikifika Marawi nikaanza kusema mimi ni Marawi, sawa, haitoi tafsiri kama mimi ni Marawi. Ili niwe Marawi ni lazima nifike kwenye mamlaka husika ambayo inaidhinishwa na nchi ya Marawi kupokea watu ambao si wa Marawi na kuwabadilisha wa Marawi. Yaani, hautoki Uganda unafika Tanzania unajitangaza na wewe ni Mtanzania. Ukikamatwa huko Iwindi unakamatwa kama mwamiaji haramu na unashtakiwa kama mwamiaji haramu, lakini ulikuwa unasema mimi ni Mtanzania na unaishi wapi Tanzania? Natoa mfano huu nikupe urahisi wa kuona kwamba wewe kuwa kanisani, wewe kusali, wewe kuwa kiongozi kanisani, haitoi tafsiri kwamba umeokoka. Kwamba umekuwa mchungaji, umekuwa mzee wa kanisa, umekuwa shemasi, umeaminiwa sana kanisani, unakosali, haitoi tafsiri kwamba sasa umeokoka. Na wewe unaenda kwenye maombi, unafunga na kusali, haitoi tafsiri kwamba umeokoka. Sikwende. Ukitaka kuwa raia wa Tanzania kuna idara Tanzania inaitwa idara ya uhamiaji, sawasawa. Idara ya uhamiaji Tanzania, ukifika hapo unaomba uraia wa kuwa Mtanzania. Ukiomba uraia wa kuwa Mtanzania, wale watu wana kitu wanakifanya, wanachukua katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanakwambia shika hii katiba Ukishika hii katiba mkononi mwako, yule mwenye mamlaka kisheria kwa mujibu wa katiba ya Tanzania anakuapisha kwamba kuanzia leo nitafuata taratibu na kanuni za hii nchi, sawasawa na vile zilivyoandikwa kwenye hii katiba. Siku nikivunja, niko tayari kushtakiwa, sawasawa na taratibu na kanuni za Tanzania. Baada ya hapo, unatangazwa rasmi kwamba sasa wewe ni Mtanzania. Jina la Bwana libarikiwe hicho kinachofanyika huko Tanzania huko duniani kinafanyika pia katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Ndio maana tafsiri ya pili ya kuokoka au wokovu ni kusema maneno ambayo yanakusababisha urudi kwenye asili yako. Narudi, kokoka maana yake nini? Hii ni maana ya pili kuokoka maana yake ni kusema maneno kwa kinywa chako, huku ukiwa unaamini moyoni mwako. Baada ya kuyasema haya maneno, unarudi katika asili ya yeah. Wokovu ni neno la Kiswahili, kwa Kiingereza wokovu unaitwa salvation. Kwa Kiingereza salvation, kwa Kigiriki inaitwa salvage. Salvage. Sawa. Salvage maana yake ni nini? Ndio hii maana ninayokuambia kusema maneno ambayo yanakusababisha urudi kwenye asili yako. Kwa hiyo hapo sasa inatupa nafasi ya kujifunza asili yetu sisi ni nini. Asili yangu mimi ni wapi? Asili yako wewe ni wapi? Asili yetu sisi ni kumcha Mungu. Asili yetu sisi ni kumwishia nani Mungu, asili yetu sisi nimefanya mapenzi ya Mungu. Lakini hapa katikati, katikati ya safari kuna vitu vikatokea, ambavyo vilipelekea nikatoka kwenye asili yangu. Kuna kitu katikati kilitokea, nikahama nikaha, nikaacha kumcha Mungu, nikatoka kwenye asili yangu ya kumcha Mungu. Kama nilitoka kwenye asili yangu ya kumcha Mungu, sasa nataka kurejea, namna gani naweza kurejea? Kwa kukiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu. Yesu kwa asifiwe. Maana ya tatu ya wokovu. Wokovu maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Wokovu maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Nisaidie kusoma Yohana mtakatifu sura ya tatu. Amini amini nakwambia mara ya pili hawezi. Mstari unaofuata niko, Nikodemo akamuuliza Yesu, je, nawezaje kurudi katika tumbo la mama yangu nizaliwe tena nikiwa mtu mzima? Yesu akamchukua akamwambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho roho ni roho kwa kunakusaliwa kwa namna mbili, kunakusaliwa kwa jinsi ya mwili alafu kunakusaliwa kwa jinsi ya roho. Ulisaliwa na baba na mama kwa jinsi ya mwili, unasaliwa katika roho pale unapomkiri Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha. Kwa Yesu Kristo akawa anafundisha anasema, anamwambia Nikodemo anamwambia, usipookoka, usiposaliwa mara pili huwezi kurithi uzima milele, usiposema maneno ambayo yanakurudisha kwenye asili yako maana kwenye asili ya zamani, utabaki kwenye asili ya kutomcha Mungu, na wasiomcha Mungu hawawezi kulike uzima milele. Na anataka nikusaidie wakati niko utangulizi, upate tafsiri nzuri ya kujifunza. Kuna watu wana matendo mazuri, kuna watu ni wastaarabu. Hata wewe mwenyewe ukimwona, unasema huyu jamaa atakuwa mtakatifu, anasaidia watu huko mitaani ukimtukana okay, hakujibu, ananyamaza kimya tu hanakaa hanakana watu kwa amani ni wa starabu. Wako watu wa starabu. Mtu mmoja alikuwa ananiambia siku moja, nimeenda Japani. Anasema Japani vituo vya polisi hamna watu wa mahabusu hamna. Anasema vituo vya polisi ni mahali pa kwenda kuuliza kama umepotea, kama uchui mara pakwenda sehemu sahihi ya kuuliza. Ukiwa Japani nikwenda kituo cha polisi na ukifika hapo ukuti mahabusu mle ndani kuna matendo ambayo tunapambana nayo sisi huku Tanzania. Kuna nchi ukienda hawafanyaji, sio kama wajaokoka, hawafanyaji. Yaani, yani mtu huku duniani huku Tanzania akiacha kuzini, akiacha kusema akiacha uongo, akaacha kuiba anahisi anaokoka. Kuna watu huko duniani wapo, hawazini hawai na hawajaokoka, bado ni wastaarabu tu wale watu. Kuna watu anatenda matendo mazuri kukusini wewe uliye kanisani, lakini haitoi tafsiri kama wameokoka. Ndio maana sasa Nikodemo Yesu anamjibu anasema, usipookoka hauwezi kumiliki uzima milele. Nikodemo alikuwa mwalimu wa sheria, si kama alikuwa mchui Mungu, alikuwa ni mwalimu wa sheria, wale watu ambao walikuwa naisoma Torati ya Musa na kuitafsiri Torati ya mta Musa kanisana mmoja wapo alikuwa naitwa Nikodemo. Lakini Yesu anamwambia Nikodemo, pamoja na kwamba we ni mwalimu wa sheria, usipookoka hauwezi kumiliki uzima milele. Unaona, tunao wa watu ambao wanazaliwa kanisani wanalelewa kanisani wanaabudia kanisani, baada ya muda fulani wanahisi na wao pia wanaokoka, kumbe hajaokoka bado, na anashawishika zaidi kwamba ameokoka kwa sababu sio mzinzi, sio msengenya, sio mwongo. Hayo ni matendo tu ya kawaida. Yesu asifiwe. Hiyo inafananishwa na wewe kutembea Tanzania ukaanza kujisema, na mimi ni Mtanzania, lakini hujawahi kuwaalisa kuzaliwa mara ya pili. Tunaposema tunaokoka maana yake sasa, namba tatu, tumezaliwa mara ya pili, lakini tulizaliwa kwa jinsi ya mwili, sasa tunazaliwa kwa jinsi ya roho. Tukizaliwa kwa jinsi ya roho, sasa Biblia inasema kitu kizuri, inasema sasa mambo ya zamani yamepita, sasa yamekuwa. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 17.